Nchi hii ilitangazwa rasmi sharia za Kiislamu kwamba ndiyo sharia mama za nchi hii kupitia sharia ya mwaka elfu moja mia tisa na nane. Waingereza hawakuwa Waislamu, lakini walipitisha sharia mwaka elfu moja mia tisa na tisa ya kuzuia watu kunywa pombe kiholela uka ukitaka kunywa pombe kwanza, lazima usiwe, uwe raia wa Kiingereza au raia wa kigeni, na lazima uwe na leseni, uwe na kibali maalum. Ukikutikana umeshauchapa cha kwanza, unaulizwa kiko wapi kibali chako. Ukiitazama ile sheria ya zamani, hairuhusiwi pombe hata kuichukua barabarani, ikaonekana kwambi leo inanyua mbele ya kibla ya msikiti huko ndio tulikotoka. Wageni waliokuja wakai wakaiona na wakasema a ah, inchi na sisi tusiiharibu kiasi hicho. Sasa leo nimetoa mfano huu kwa sababu tulinganishe hawa wageni walioithamini wao wengine wamekuja mpaka wakajenga misikiti kwa utukufu wa nchi hii. Lakini utukufu huu haukutokana na kwamba labda tuna bichi nzuri au tuna majengo mazuri. Utukufu huu ulitokana na kwamba tuna akhlaki njema zilizojengwa juu ya misingi ya Uislamu. Sasa hapa tumepewa leo, tunaambiwa jamani, kila mtu mchunga. Leo tumefika pahala, tujiulize, tunauchunga utukufu huu? Tunauchunga uislamu huu? Tunachunga nuru hii? Tunachunga alama hii? Jibu mnalo nyinyi. lakini linalosikitisha na linalosikitisha mimi binafsi kwamba tumeamua kwamba tuachane na hayo, tumeamua kwamba hili tuliache, tumeona hili hatulithamini kwa sababu ya mambo madogo ya kidunia, madogo sana. Leo tumebaki tunaona uislamu wengine ni kuja msikitini, na mtu huko anatoka anakuja msikitini eh, kavaa vizuri, akisema sema vizuri lakini kumbe ndio yeah. Wale ambao walisema waida raitahum tuujibuka ajisamuhu wa in yakulu tasmau vikauli, lakini kaanahum fushuumaa tumebakiwa oh kwa sababu leo tumefika pahala tunadhani kwamba kuja hilo ndio jambo lilobaki la Islam, lakini sala haianzi ndani ya msikiti. Sala inaanza mbali, kwa sababu huwezi kuja msikitini ikiwa umevaa ulovaa ni la haramu, vazi ulovaa limetokana na chumo la haramu. Jamani, una sala na unaweza ukaja kwenye msikiti ulichokula ni cha haramu, tena hata haramu ya kweli kweli, kwa sababu umekwenda kuipambania, ukamnyang'anya mtu, ukamdhulumu mtu upate kipato, kama kwamba wewe kila kitu unachokipata kupata ni kwako, kama kwamba riziki kupata. Maana muislamu katika jambo moja ambalo lazima alikinaye akubali awe na yakini kwamba riski si nguvu zake yeah. Mwenye, Mwenyezi Mungu kajinasibu nayo kwamba aman hadha lladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal laju. Sasa mwingine huona labda akishakupata cheo akishakupata kazi, hapo ndio ukapata, lakini ni chumo la haramu. Sasa leo ukiwa kazi hiyo uipata, cheo hicho ulichokipata umekipata kwa chumo la haramu, kwa kudhulumu, na wewe mwenyewe unajua kwamba umedhulumu. Maana leo watu umedhulumu mfano, lakini ukimwambia, hebu tulizungumze tu hivyo namna ulipopata hicho cheo, anasema haya, imepita haya, haya, imepita fika pahala, huyo aliodhulumiwa akaenda kutafuta haki yake. Huko anakokwenda kutafuta haki yake, basi pia nako, eh, anakutana na huyu huyu alimdhulumu. Katoa amri, katoa maelekezo, huyu msimpe haki yake. Na hakimu ana muislamu huyo, anakuja msikitini, tunakutana naye msikitini.